Ni kweli kwa kipindi hichi akijitokeza mtu ambaye anataka kuikemea rushwa huonekana kama mwenda wazimu. Kwa nini? Kwa sababu mbili. Sababu ya kwanza, tunayogombea tunataka kutoa na tunaotaka kuomba ridhaa nao wanataka kupokea. Kwa hiyo hakuna namna hapo katikati utasema kwamba wagombea wasitoe wakaacha, haiwezekani. Mi niwakumbushe ndugu zangu wa Olasiti, kwenye kipindi hiki wataleta fedha, wataleta vitu. Hakikisheni mnaacha kumnyima kiongozi sahihi nafasi kwa sababu ya kutokutoa fedha. wako watu wengi sana wako viongozi wengi sana tumewanyima nafasi ya uongozi kwa sababu hawana fedha. Kwa kipindi hiki mwambieni Mungu, muiteni Mungu. Saiplani katoa, Mahamudu katoa, Yosefu katoa na wote wamewafikia. Wakati wanawafikia, mwangalieni kiongozi na mfanye maamuzi sahihi. Sisi tukiamua, tunaweza tukampata kiongozi bure, ili atutumikie kwa gharama kubwa. Na nyinyi wana CCM wa Olasiti, mkiamua pamoja na kwamba Saipulan umetuletea hela zako lakini hautoshi kwa nafasi ya udiwani. Anayetosha kwa nafasi ya udiwani ni ndugu yetu Josefu. Saipulan atajifunza na Josefu atajifunza. Josefu, funzo lake la kujifunza ni kwamba niwatumikie hawa watu kwa wivu na gharama kubwa kuhakikisha wanaona kile walichokuwa wanakihitaji kinatokea kwa kupitia uongozi wangu na Saipulan aliyenyimwa aone kwamba fedha sio kila kitu. Nimefurahi sana kuona mwenezi wetu hapa wa mkoa amekemea rushwa, amekemea rushwa na amesema sasa hivi wakati bado wa kugombea, lakini tuna ushahidi kwamba wako baadhi ya viongozi wa chama ndani ya mkoa na ndani ya wilaya ambao wanapita na wagombea na wanatoa rushwa. Kwa hiyo ukiona viongozi wanaongea hadharani inatutia moyo, sima tunaomba wanaongea pembeni na wanaongea kwenye chama pia yafanane, kwa sababu hiki chama kinasema nitasema kweli daima na fitina kwangu mwiko. Lakini kwa wale ambao wanapita nje ya utaratibu kutoa rushwa nataka niwaambie, chukueni hizo fedha, kwa sababu amjawaomba wamewaletea wenyewe, na wakati wa kula ndio huu hapa, ninyi kuleni hizo fedha na kama walikuwa wanawapenda miaka mitano yote walikuwa wapi? Wamekuja leo kwa sababu wanataka kuwanunua. Wakizileta kuleni, wakati ukifika nendeni mkachague kwa haki. <laughs> Wangapi mmenielewa kwenye hilo soko? Ah, watu wa city mnatisha sana. Lakini mimi ni mbunge niliyoko madarakani, diwani ni diwani yaliyoko madarakani, wenye viti ni wenye viti walioko madarakani. Sisi ni wajibu wetu kufanya kazi na hata kanuni inasema, ya maadili, nendeni mkasome ile kanuni. Mbunge aliyoko madarakani au diwani au mwenyekiti ataendelea kufanya shughuli zake, kama anatoa nauli, kama anafanya chochote, atafanya mpaka pale ubunge wake utakapo nini, utakapoisha, na kipindi atakapokuwa anafanya hiyo kazi haitahesabika kama ni rushwa, si ndio?